The Green Voice. Yes, we are green. Kwa hiyo magari mengi kiuhalisia yamechoka na yanahitaji kubadilishwa. E, swali linaweza kuja kutoka kwa Mtanzania, kwa nini yamechoka katika miaka nane, tisa, kumi? E, ukweli ni kwamba magari haya yanafanya kazi siku saba za wiki masaa e, takriban karibu na 24 kwa sababu yanaanza saa kumi alfajiri mpaka saa sita za usiku. Kwani magari ambayo yako kwenye kazi wakati wote day in, day out. uh, kwa hiyo inawezekana kabisa uh, yapo baadhi ya magari machache yakawa na mapungufu ya hapa na pale, na ndio maana kama management mpya uh, tumeamua kufanya maamuzi ya kuleta magari mapya yanayotumia teknolojia ya gesi ya CNG, gesi iliyosindikwa. Magari haya uh, kama mnakumbuka kupitia kurasa mbalimbali za mitandao ya kijamii yalionesha tulipokuwa kule nchini China kwa ajili ya ukaguzi wa lile linaitwa prototype au demo basi. Kwa lile demo basi litaingia hapa panapo majaliwa e, tarehe za mwanzo mpaka katikati za ya mwezi wa pi, mwezi wa nne kwa maana ya Aprili. Kwa Aprili 2025 tutapokea gari la kwanza la mfano e, lakini ni matumaini yetu pia kwamba yale mengine sasa tisini na tisa yatafika kabla ya mwaka wa serikali kupinduka.